Na tukisonga mbele ni kwamba Kenya imeendelea kukumbwa na hatari ya maambukizi mapya virusi vya Ukimwi, mimba za utotoni na hata dhuluma za kijinsia. Ulimwengu unapojiandaa kuadhimisha siku ya Ukimwi duniani hapo kesho, takwimu zinaonyesha kuwa wasichana wengi walipata mimba za mapema, huku vijana pia bado wakiwa wamebeba mzigo mkubwa wa maambukizi mapya HIV mwaka jana. Brenda wanga na anaarifu akiangazia maisha ya binti aliolewa akiwa na miaka kumi na mitano na baadaye kuambukizwa HIV. Katika kaunti ya Busia tunakutana na msichana huyu ambaye tutamwita Jacqueline. Ana umri wa miaka 17. Tayari amezaa mtoto ambaye aliaga dunia baada ya siku mbili. Alilazimika kuolewa akiwa na miaka 15, ndoa yake ikikumbwa na masaibu mengi. Niachia grade 7 na nikakutana na mwanaume ho kijana kutana na zaidi ya luhari ko kwanti atena nayee akaniambia ti tuende, tuanze maisha pia, msikukataa kasema tuende. Amfika huko kakaa tu vizuri, tulikaa tu nawaza kukaa siku mbili tatu, he nkapata niko na ujauzito. Nikamwambia, akasema uko na ujauzito, kuna shida Ujauzito huo haukumzuia mmewe kumpiga mara kwa mara, hali iliyomfanya kutoroka na kurudi kwa wazazi wake. Kupima nkapatikana niko na virusi na sikuwa nimejua nani amenipea, na huyo daktari akaniuliza. Kanipata nimepika ninepika, nimwekea hapo chakula, katukukaa akaanza kunipiga, kashindwa. Eh, tujakosanako tangu asibuhi vile umetoka, kwani shida? Yeye ni mmoja wa wasichana wengi wanaopitia tisho la madhara ya ndoa za mapema, dhuluma za kijinsia na maambukizi mapya ya virusi vya Ukimwi. When a teenager is infected uh, by HIV, it means she had unprotected sex with somebody who was positive. Lakini hili si tatizo la kaunti ya Busia pekee. Takwimu za hivi punde za baraza la kudhibiti maambukizi zinaonyesha kuwa kulikuwa na maambukizi mapya 54 kwa vijana kila wiki ya mwaka huku wasichana wa miaka 10 hadi 14 elfu tisa wakipata mimba. We are focused and paid attention to this in this year's commemoration so that we can have a future of our country and we can assure these young people whom the constitution has demanded of us protect. We need to talk to our young people. We need to be courageous, the way you said. If we don't inculcate it now, integrate it in our educational processes, we are only living in denial. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen